Hebu tafakari ukiishi na ugonjwa unaokuzuia kuketi kwa takriban miongo miwili, na kile unachoweza kufanya ni kusimama au kujilaza chini. Hii ni hali halisi ya, ya maisha ya Harun Ngarariga, mwanamume mwenye umri wa miaka hamsini na mbili huko Nyandarua. Harun alipata majeraha ya uti wa mgongo na kuathirika kiasi cha kutoweza kutembea wala kuketi, kama anavyoarifu Brenda Wanga. Kwa wengi wetu, kitendo rahisi cha kukaa chini ni kawaida kama kupumua, lakini kwa Harun Ngarariga, kitendo hicho rahisi kimekuwa hakiwezekani kwa miongo miwili. Akiwa na umri wa miaka hamsini na mbili, Harun amebeba hadithi ya jeraha ambalo liliiba uwezo wake wa kukaa, lakini halikuweza kuvunja moyo wake. Na 1999 nilikuwa ninalima mahali kunaitwa Kiongo nikaaguka kagogo nguko la awali lilikuwa la kusikitisha, lakini lilikuwa tukio la bahati mbaya. Kukokota mkokoteni mzito ambao ulizidisha athari mgongoni. Suluhisho ikawa upasuaji ambao Harun hangeweza kumudu gharama yake. Inasemekana hii inaitwa nasikiaga, wakiita e, e, iliisha. Sasa nikienda kukaa chini hii mfupa ingine yote inakuja inaingia hapa sasa niliambia nitoe, nito, itolewe hiyo yote niweko hii chuma ndio iweze ku iweko kontrol ndiyo niweze kukaa chini. Anapolazimika kusafiri kwa kawaida, huomba madereva wamruhusu atumie wa kiti cha mbele anachoweza kujilaza. Sasa maisha yangu yote ni kusimama sikae chini. maisha yangu yote ni kusimama. Maumivu ya mwili ni makubwa, lakini Harun anazungumza juu ya jeraha kubwa zaidi, maumivu ya kutengwa. Anasema mkewe na watoto wake walimwacha hali yake ilipozidi kuwa mbaya. Hata wa, watu wetu, watu wangu, marafiki wamenitoroka, sababu wakiniona wanaona tu kama mtu wa kuomba, wakiniona hivi. Hata nikipigia mwenzangu simu hawezi chukua. Hata hivyo, Harun amekataa kuwa mzigo, yeye huchuuza bidhaa kidogo tu angalau apate tonge la kuishi. Kulingana na ripoti ya matibabu, Harun anahitaji kupandikizwa mifupa kati ya mfupa wa nyonga na uti wa mgongo ili kumwezesha kukaa chini na kujifanyia shughuli za kawaida. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.